hautasihi udhu illa biha sittatun ni sita. Alawwal ania makrunatan, hakuna pasa yonia, ni kunuia wajibu an yakuna kuwa hiyo kuwayonia ni yenye kukutanishwa bi awwali juzin ya ghasiluhu min alwajihi kwa fungu la mwanzo ambalo yaghasiluhu ataliosha mwenye kutia udhu min alwajihi kutoka kwenye uso au katika uso ha? Wayajibu inapasa antakuna kuwa yonia makrunatan ismu yakun takun ismutakunu yaku, ni nini? ni ni yonia makrunatan ni yenye kukutanishwa biawali juz'in, nafungula mwanzo ya ghasiluhu atakaloliosha, min aludhuhi katika udhu. Wayanwi lmutawaddi, na atanuia mwenye kutia udhu atanuia rafa lhadath, kuondosha hadath au au faradhu au au faradhi au ya aa au atanuiza kutia wudu tu, yote mawili anafaa. Au nahawa dhalika, au mfano wa hilo. wayanui lmutawaliu, atanuia mwenye kutawaza rafu al hadathi, kuondosha hadathi, au faradhu alwudu, au faradhi lulu, ya udu au lulu fakat, au au udhu au nahawa dhalika, au mfano wa hayo wathani ghaslul wajihi ni kuosha uso, mimana bitishari rasi, kutoka mamelea ya nywele za kichwa, ila muntaha dhakan, mpaka ukomeleo wa kidevu. Ukomeleo wa kidevu wa minwatadin, na kutoka chango ya sikio sawa ihdal udhunain ya moja ya masikio mawili, ila watadil ughra kwenda kwenye chango ya sikio jengine. Chango mpaka chango, chango ni hii mpaka huku eh? kina mama anavutia majipuli huko wajibu eh? hasilu sari thabit, na kuna pasa kuiosha asiri, asiri thabit, maelewa ni ile mnaita tezi tezi au turu yenye kuthibiti filwaji usoni, wahira wabatina, imethibiti ndani ya uso au nje ya uso. Illa lihiya, isipokuwa ndevu. Alghazira, zilizokuwa nyingi. Illa lihiya lghazira, isipokuwa ndevu zilizokuwa nyingi. Wajibu ghasulu singri, na kuna pasa kuiosha tezi au hiyo mweturu. Athabit, yenye kuthibiti filwaji usoni, wahira, wazi wazi yonekana wabatina na ndani, ilalihya isipokuwa ndevu si wajibu kuziosha. Alghazira zilizo nyingi eh? Fayakfi itatosha kwa ndevu nyingi ghaslu dhahiri ha faqat, kuosha nje yake tu unatosha, ni wa sunna eh? na ni sunna tahalilu batiniha, kuwatulia ndani ya ndevu. Kuatulia ni huko kutia, ndio ndio kuatulia kwawajibua aidha sir'a thabita na kuna pasa vihivo kuosha hiyo tezi iliokuthibiti, auturu filwajihi usone wa intwalati jidda, ijapo ijaporifuka mno, giweza kajituru mpaka la... aitwa aita maitanyini kwenye waindi wa Ramayani. Naelewa, Mungu atunusuru na vizazi vyetu eh? ijapo ijaporifuka mno pamoja na kongo mbili wa thalith, ghuslu alyadayn ikosha mikono miwili ma'al mirfaqayn pamoja na kongo mbili. Wajibu ghuslu shari na kutapasa kuosha nywele athabiti, asiari ni ile ile siari melewa, so shari ani shari, basi ashari thabiti nywele zilizothibiti alaihima juu ya hizo kongo dhahiran wabatina, nje na ndani. Wajibu ghaslu shari na kunapasa kuosha ndevu nini, nywele athabit zbi ni, ni, at, ni ale mwaita malaika meelewa. alaihima juu ya hizo kongo za mikono dhahiran wabatina, nje na ndani. Wainkathura zijapo kwa nyingi, watwalana zikarifuka, waghaslu silaatihima maana nakuosha melewa tezi zao au hizo turu zao wa in twalat zijaporefuka warabiu faradhi a nne ghaslu juz'in masuhu juz'in ni kupaka fungu min jildi rasi kutoka kwenye ugozi wa kichwa ugozi wa kichwa. Warabiu faradhi a nne ya udhu masuhu juz'in ni kupaka fungu au kitu minjildi rasi kutoka kwenye ngozi ya kichwa au minashari thabiti au kutoka nywele zilizothibiti fihi, katika huo uso, katika hicho kichwa eh? au minashari thabiti, au nywele zilizothibiti fihi, katika hicho kichwa. Walau rasa sha'ratin wahida, ijapokuwa ni kichwa chenye unywele mmoja, uosho huo huo bisharti alla yamsaha wa sharti ya kutopaka maelewa, ala tawili lhari, juu ya unywele mrefu wale hapa, akachukua uliotoka ana ni ni kuosha miguu miwili maalka baini, pamoja na nguru mbili, ni kulli rijinin, nguu ya kila mguu maalka abaini pamoja na nguyu mbili, minkudi rijili za kila mguu, washaru rijlain, na nywele za miguu miwili, wasila watuhuma na tezi zao, kashariadeni, ka vile nywele za mikono miwili pia, wayajibu taarihikulhata miaiki na kuna pasa kuitikisatikisa pete ambayo ni finyo, pete inaobanabana kwenye kidole, waizungushezungushe hivi ili maji yaingie pengine zinafikia uchafu zile pete, umeelewa? wataalilu aswabi ilyadain na nakuatulia vidole vya mikono miwili, wa rijilaini na miguu miwili. Inkana almau yasulu, unayasuluilahi ikiwa maji hayatafika illa bidhalika isipokuwa, mpaka uatilie basi utatulia. wataalilu aswabi ilyadain na nakuatilia vidole vya mi, mi, mi, mikono miwili, wa rijilaini na miguu miwili In kana Lima, ikiwa maji hayafiki kwenye huo mguu vizuri ila illa, illa bidhalika, isipokuwa kwa hiyo tahalil, basi lazima watulie miguu yako na mikono yako eh? wal khamisu tartibu al a'dhai ni kuvipangilia vile viungo unavyoviosha. An yukaddima al wajha ni kutanguliza uso. kwa nini ametaja uso? tuataja zile faradhi sio suna. An yukaddima al wajha, kama ni suna ungeanza viganja, umeelewa ayukadima lwaja ni kutanguliza uso. Ala liyadaini kisha ndo ikafuata mikono miwili, waliyadaini itangulie mikono miwili. Ala rasi kisha ndo kije kichwa, warasi kitangulie kichwa. Ala rijilaini juu ya miguu miwili ifuatie eh? wajibu fil wudu, na tunapaswa katika kutia udhu izalatul ausahi lati tamna wusul alma ila al'a'dhai wajibu na kunapasa filuhu, katika udu, izalatul awsaghi, kuondoa taka alati, itaka ambazo tamna usulan ma, zinazuia kufika maji ila ladai, kwenye viungo ila inkana fi izalatiha ila itakapokuwa pana katika kuondoa uchafu kuna shidatu mashaka, kuna shida yenye mashaka, mashaka, mashaka, wa mithluha na ni mfano wake. ala usawu zotaka allati tata la adhfari, ambao ziko chini ya kucha, pia zotaka ziondoshwe. Kuna wale wanaofuga maji kucha, wenye hali lazima uyasafishe yale mpaka maji yafike ya udhu, kama yafiki udhu itakuwa ukutimia. Walaki wala fi masal ala il maghsula, wala kutoshelezi kuosha viungo vilivyooshwa, bal la budda min sayalani il ma'i alaiha, basi hapana budi kuenea maji juu ya viungo hivyo. wala yakfi haitoshelezi, masal masalaada mahsula, kuvipaka viungo vya kuoshwa eti wa etiwavipaka haifai. bala labudda, hapana budi min sayanali sayanalima sayalanima, kuenea maji alaihaa, juu ya viungo hivyo hmm. wa idha taraka lamatan saghiratan, na atakapoacha batodogo min udhuin, la kiungo wala usaha ijapokuwa kusahau lamyaswiha lulu au kusi huu sawa hatayasilaha mpaka ilo bato alioliachalam atani bato hata nibato, melewa hatayasilaha mpaka alioshe wayuida haslu lati na atarudia kukiosha kiungo ambacho au viungo ambavyo baadaha vilikuwa baada ya kile ambacho bato lake hukulioshe wa sunanul wudu'i kathiratun na sunan za udhu ni nyingi. Minha istiqbalul qibla, ni kuelekea kibla, wakati wataka utia udhu fihi. watasmia na kusoma bismillah, makuruna, wakati unaosoma bismillah uikutanishe bismillah yako bi awwalihi, na mwanzo uli wakutia udhu. Alafu wa ghasulul kafain na kuviosha viganja viwili, wa ghasulu lkafaini ma, na kuosha viganja viwili kwa pamoja, ila lkuaini mpaka kwenye vilimbilimbi viwili, thumma lmadmada. vilimbilimbi ni hivi, eh thumma lmadmada kesha kutu, kusukutua, thumma listinshaku kesha kupandisha maji puani, sawa. Wa masuhu rasi kulihi, na kukipaka kichwa chote, hiyo ni suna, kupaka baadhi ni faradhi eh? wamasuurasi kulihi na kukipaka kichwa chote, thuma masughulu uthunain, kisha kuyapaka maji masikio mawili, dhahiran wabatina maa, kwa pamoja, dhahiran nje, wabatina na ndani, bima injadidin, kwa maji mapya, sio yaleyale uliosukutulia, watakdimu liyamin ala shimal, na kutanguliza kushoto kuume, ala shimali ya kushoto yani uanze kuume uje kushoto, milali ya laini wa rijlain, ya mikono miwili na miguu miwili watathiru kullu ulwi, kullu ulwi na kutwaharisha. Watathiru kulli manake watathiru ni masdari na ismu yote inokuja baada ya masdari ni mudhafu ilayhi eh? Watathiru kulli ulwi na kukitwarisha kila kiungo thalatha mara timutawalia mara tatu, piga mshwaki mdomo usinuke vibaya wala meno wasichafuke chafuke. Piga mswaki, mdomo usinuke vibaya wala meno wasichafuke chafuke. Umeelewa? utakuwa ukicheka mbele za watu uwatisha watu eh, sawa so, ila somasho katika hali ya kufunga, fa yukrahu ni makuruu kupiga mswaki kwa mwenye kufunga, mina zawali tangu kupenduka jua, kuanzia saa sita kwenda mbele, ila lghurubi, mpaka kuzama jua Wayataakadu istihbabuhu, kunakokotezwa. Wayataakadu kunakokotezeka, istihbabuhu, kusuniwa kwake. Inda lhudhui, zamani za kutia udhu, kunakokotezwa zaidi kupiga mswaki wake. Wayataakadu kunakokotezwa, istihbabuhu, kusuniwa kwa mswaki. Inda lhudhui, wakati wa kutia udhu. Wamahaluhu fihi kabila almadmada, na mahala pake ni kabla ya kushukutua wa yata'aqadu ayda, kunakokotezwa vile vile, inda taghayyuril fami. Wa yata'aqadu kunakokotezeka, wa yata'aqadu kunakokotezeka, istibabu maelewa kusuniwa, aidan, vile vile, failu. Wa yata'aqadu ni ile istibabu, vile vile, aidan, inda taghayyuril fami, zamani za kubadilika mdomo. Wa yata'aqadu kunakokotezeka aidan, vile vile, kupiga mswaki inda taghayyuril fami zamani za kubadilika mdomo wa lintibah mina naumi na kuzinduka kutoka usingizini, wa iradati swalati na kutaka kuswali, wa kira'ati lukurani, na kusoma kusoma Qurani, wal ilmu na kusoma ilmu, wa tasulu sunna eh, itapatikana sunna fihi bikulli twahiri wa kila kitu kilichotwahara ghashi, nini, chenye kugwangura kugwangura, yuzilu uzilu swafrata lasnani itakachoondosha umanjano wa meno bikuli twahiri kwa kila kitu kilichotwahara. Ghashi nini chenye kukwangura kwangura, yuzilu safrat lasnani, itakachoondosha umanjano umanjano wa meno. Walau hirkatan, ijapokuwa ni kitambara. Wa afdaluhu, na ilivyobora katika kitu kinachofaa al arakuliabisu katika mswaki wa afdaluhu, na mswaki ulio bora. Al araku lyabisu ni mpili pili tawa mkavu. Pili pili tawa ni ile miswaki ya miti na nauzwa sokoni, yapatanga soko zote, ipo naipenda sana hiyo. Al araku pili tawa al yabisu, ulio mkavu. Almablulu bilma, wenye kutoteshwa maji, wenye kutoteshwa maji. Walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam.